Ni kikao cha baraza wafanya la wafanyakazi la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kilichoketi leo Juni 9 mwaka 2025 hapa kisiwani Unguja, Zanzibar. Akifungua kikao hicho, katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu, dr Jimmy Yonazi, ameipongeza Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kwa kukamilisha zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura na kuendelea vyema na maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. dr Yonazi amewasa viongozi wa tume kuendelea kuwa imara na kufanya kazi kwa bidii na ushirikiano ili kuhakikisha kuwa uchaguzi unakwenda vizuri. Vizuri lakini wapongeze pia viongozi wote ambao mmetajwa hapa, ni kutokana na ushirikiano wenu ndio maana mafanikio haya yanapatikana. Mmehakikisha kwamba shughuli zinaendelea vizuri, lakini vilevile mmehakikisha kwamba uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura katika awamu ya kwanza unakamilika vizuri na tena kwa ufanisi. Hongereni sana. Mafanikio haya ni makubwa sana, yapo mafanikio mengi ambayo yameorodheshwa na yanatekelezwa kwa mujibu wa sheria. Kwa sasa tume imeshaanza kutekeleza zoezi la uboreshaji wa daftari awamu ya pili unaofanyika sambamba na uwekaji wazi wa daftari kwa ajili ya wapiga kura kuanzia tarehe moja Mei 2025 na inatarajia kukamilisha zoezi hilo Julai 4, 2025. Niwaombe kwamba jambo hili liendelee kufanyika vizuri. Hatuna wasiwasi na utendaji wa tume, hatuna wasiwasi na utendaji wa watumishi wa tume. Kwa hakika tunaimani nanyi sana. Tunaamini kwamba uhuishaji huo na uboreshaji utakuwa umefanyika vizuri kwa viwango vya juu kwa mujibu wa katiba, sheria na taratibu mbalimbali ambazo zimewekwa. Kukamilika kwa zoezi hilo la uboreshaji wa kudumu wa daftari la kudumu na wa wapiga kura ni hatua muhimu sana katika maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Hivyo niwapongeza, lakini niwaombe kwa jambo hili tuweze kulifanya kwa makini. Ndugu wafanyakazi, napenda kuwashirikisha kwa, kwa kuzingatia katiba, sheria, kanuni na taratibu katika kutekeleza majukumu ya tume. Na hapa ndugu wafanyakazi, najua kwamba kutakuwa na mishale mingi. Jambo hili ni la kisiasa na wakati fulani kutokana na sura mpya ya tume inaweza likawa na changamoto ya uelewa kwa watu wengi, wala msife moyo. Ninyi mmesimama katika zamu ya kutuelimisha sisi sote, huku mkihakikisha kwamba demokrasia nchi yetu inazingatiwa na kudumishwa. Hivyo jipeni moyo na songeni mbele. Ni muhimu hi hata hivyo, kuhakikisha kwamba tunaepuka maneno na matendo ambayo yanaweza kuleta mushkeli au kuleta uvunjifu wa amani na kuhatarisha maisha ya Watanzania. Niwaombe kwamba ninyi muwe mstari wa mbele a kwa kuhakikisha kwa kwamba amani ya nchi yetu inadumishwa, lakini vilevile kazi ya uchaguzi inafanyika ipasavyo. Awali, akimkaribisha mgeni rasmi, mwenyekiti wa baraza la wafanyakazi ambaye pia ni mkurugenzi wa uchaguzi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Ndugu Kailima Ramadhani, amesema tayari tume imekamilisha awamu ya kwanza ya uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura, ambapo kwa sasa inaendelea na uboreshaji wa, wa awamu ya e, pili. Tumeshakamilisha uboreshaji wa awamu ya kwanza na tumeshachakata na kutoa dafa la awali, na tumeshakamilisha uboreshaji wa awamu ya pili e, ruti ya kwanza na ruti ya pili, na sasa tunategemea kwa tarehe ishirini na nane mwezi huu tutaanza uboreshaji wa awamu ya tatu katika vyuo vya mafunzo kwa ajili ya kuandikisha wanafunzi waliohukumiwa kifungo cha miezi sita pamoja na mahabusu kwa Tanzania Zanzibar laki pili wafungwa eh, waliohukumiwa kifungo cha miezi sita na mahabusu kwa pale Tanzania bara na jumla ya vituo, mheshimiwa mgeni rasmi, vinavyotumika ni mia moja arobaini. Kati ya hivyo vituo mia moja thelathini pamoja na wa miongozo kwa ajili ya utendaji na utekelezaji wa uchaguzi tumeshakamilisha zoezi la na kugawa na, na, au kubadilisha majimbo ya wa Tanzania na tutakuwa na kata elfu tatu mia tisa sitini kwa ajili ya madiwani, kwa ajili ya Tanzania bara. Lakini tumeanzisha majimbo mapya manane e, na katika hayo majimbo matano yatakuwa ya halmashauri za ya za majiji na miji na manispaa, na majimbo matatu wako je halmashauri za wilaya. Aidha, tumeridhia na kubadilisha majina ya majimbo 12 kama ambavyo umewasilisha kwa mshauri mgeni rasmi. Sasa tumeendelea na zoezi la uboreshaji wa awamu ya pili, kama tumesema kwa ajili ya kwenye magereza na vifaa vya mafunzo. Nikiripoti kutoka Unguja visiwani Zanzibar. Mimi ni Mroki Mroki Uchaguzi TV.